Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Sendiga amesema maandalizi ya uchaguzi huo yanaendelea vizuri huku hali ya usalama ikiwa imetulia katika mkoa mzima wa Manyara. Tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa sasa hivi kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Usalama ni jukumu letu muda wote. Tumeendelea kuimarisha hivyo na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi ambao kimsingi ni wananchi. Kwa tunategemea tarehe ishirini na tisa wananchi wataamka watakwenda kupiga kura, lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema kukemea tena kukemea kweli kweli, yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe ishirini na tisa katika kutekeleza azma zao ovu. Kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa kuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka kama ambavyo Watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka mitano ya uongozi inayokuja inategemea tarehe 29, maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo, na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote kwa yoyote narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara, hatutokuwasha salama na hatutokuvumilia. Nao baadhi ya wa wananchi wamesema ni wajibu wa kila mmoja aliyetimiza umri wa kupiga kura ajitokeze ili kuchagua kiongozi atakayowasemea miaka mitano ijayo. Sisi wazee tunajua wajibu wetu, lazima tukapige kura na lazima nijitokeze kwa sababu nishajiandikisha, lakini kwa vijana ni muhimu zaidi, yaani wakifanya kujitokeza kwa sababu taifa ni vijana, sio wazee, na zuri wakijitokeza wamchague rais ambaye atakuwa na uledi mzuri wa kuweza kuongoza taifa. Nchi yetu ni ya amani na siku zote sisi wa Tanzania hata mataifa mengine wana, wanaiga kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo kivizuri ni kutokuachana na hao watu wanawahamasisha maandamano. E, tuwa na amani na tufanye tupige kura kwa amani ili nchi yetu endelee kuwa na amani. Ninaomba vijana wajitokeze kwa wingi wapate kuchagua kiongozi anayehitajika. Sendiga amesema hadi sasa hakuna taarifa yoyote kuhusu mtu au kikundi kinachopanga kufanya vurugu na kusisitiza kuwa utulivu na amani ni jukumu la kila mmoja. Afara Suleman, ZBC Manyara.